Mtazamaji, tunarejea tena kwenye kamati ya Seneti kuhusu Leba na maslahi ya jamii e, inakutana pamoja na walalamishi vijana, ambao walikuwa wameahidiwa kwamba watapewa kazi na wizara ya Leba, lakini mpaka kufikia sasa bado hawajakwenda na wameshatumia pesa. Tunalipia medical Tuli, tulidhania ni serikali ilikuwa inatulipia sisi, tulikuja tukitarajia serikali inatulipia kwa muda mwingi vile tunasikia serikali na tuahidi tutapata kazi katika nchi za nje. Tulipofika hapa kabeta, tuliambiwa lazima tulipie medical fee ya around 15,000 ah uh, hizo 15,000 tukua nazo immediately ili tubidi sasa tufanye tukope kwa hizo shilingi za nyumbani Eh, yes, unazungumzia mambo yako unasema nikalipa. Usiseme mambo yako, unaongea kama Frederick, yes, yes, eh, okay. Zungumza kama wewe, kama unasema tu kama mulikuja kikundi unaanza kwa kusema mimi kwa majina ni Gloria Uruopa, nilikuwa kwa kikundi ya hii, tulikuja tukiwa watu wangapi. Alafu sasa ndio unapatia una na ushahidi ndio tuele, ukisema tuliweza tujue, ni nani ulikuwa mnafanya kikundi, ama ukiwa peke yako? Uh, mimi nilikuwa peke yangu. Uh, tuliitishwa pesa ya medical. Uh, mimi nilipiga simu nyumbani nikaitisha mtu wa chama nikantumia uh, 15000 na nililipa uh. Sasa kutoka siku hiyo hatuchaona mwelekeo wa kazi, tuliambiwa tusubiri. Uh, tuta, tutaitwa mpaka saa hii hatuchapata mwelekeo. Hizi pesa tuliomba kwa chama, vile watu wa chama wanakuanga lazima unalipia, unalipia faida kwa kila mwezi. Sasa hiyo pesa imetulemea sana, na tulikuwa tuna matarajio ya kupata kazi nchi za nje ndio tusaidie familia zetu. Unaweza kuambia hii kamati ulilipa nani? Ulilipa i Citizen, ulilipa mtu ni nani? Pesa ulilipa wapi? kulikuwa na walikuwa kwa kwa kwa uwanja wa uko Kabete pesa. Majina ya agent ama kuna mali kwa message imesema nini tuweze kuelewa? watu walikuwa wengi na tulikuwa tulikuwa tume, tu tumeambiwa au watu wametuma na serikali. Sasa sikuulizia sana juu, awangeweza kutuita bure kama hawako instructed na serikali shia, niko, shi, niko, lakini kwa leo uko na vile siku, siku beba my, nini, my evidence uh, lakini najua kuna mtu alikuwa ananipigia simu kutoka kwa watu wa, alikuwa ananiambia ni kutoka NEA Mr. Frederick. Yes sir, kuna National Employment Authority, Department ya Serikali yes pia kuna agent na pia kuna simu yako, namba yako, wakati ulipa pesa ilikuonyesha ilienda kwa nea ama ilienda kwa agent mtu fulani ama ilienda kwa nani? Kwa sababu hata hata kama una evidence, automatically mpaka simu ukinitumia kama mimi naitwa Alexander, mimi digi itanionyesha, kwa hiyo itakuonyesha ni nini. Ambaye ndio tukusikize kesi yake yako vizuri, ni nini ambayo unaweza kuonyesha hii eh, kamati ambaye umekuja kujitetea naye. Asante sana, vile nilitangulia kusema mimi nililipa pesa yangu cash kwa nani? Kwa, kwa agent mwenye alikuwa kwa hiyo program. Kwa ina, aina, ilia, kwa kuna wale ambao wako kwa drivers list ambayo mtu alilipa na ako na na anajua, tafadhali kama unaweza kutupatia ushahidi wako kidogo tu, kabla tujaenda kwako, wacha tu tuendelea kuinterrogate Frederick, Frederick, sir. Eh? Yes, Yes. Yes, Do you you, know the the name of the agent? agent? Ni na na alinipa china moja anaitwa Festus. Okay. Yes. Asante sana, Frederick. So, so yes, uh, kwako, kwako Frederick, so that we clear up with you, eh? Yes, sir. Wewe ulikuja tu mepeana pesa kwa agent? Haujui ni nani unampa 15,000? Am I saying, is it right or are you, are you, you say, saying, that? No, according to me, vile, niliona ni recruiting recruiting officer na alikuwa kwa hiyo group ya recruiting, juu, ilinichochea, nikampea pesa. Mhm. Mm, yes sir. Kia. Kia. Okay. Hii kesi itakuwa ngumu kidogo, vile tungefanya, wale wako na evidence ni wangapi?

Naam, baadhi ya wakenya ambao walikuwa wameahidiwa kupewa ajira wakielezea malalamishi yao kwamba walitoa pesa kwa agenti ambaye alikuwa amewasilishwa na Wizara ya Leba eh, katika eneo la Kabete, lakini mpaka kufikia sasa hadi haijaweza kutimia. Mwelekezi wangu ananiambia twende, tuende mapumzikoni kidogo tu Alafu tunarejea na mazungumzo hapa studio.